Katika hii video nitakuelekeza namna ya kutatua tatizo ambalo linawapata watu wakiwa wanatumia internet, hasa pale ambapo umeconnect VPN lakini ukija kusearch au unaingia kwenye kufanya browsing kwenye browser yako ya kuwa isome, unakuwa kabisa umeconnect mtandao, mtandao unaonyesha kwamba unasoma, lakini pale ambapo unataka kuingia kufanya mambo yako katika internet inakuwa haifanyi kazi wala haileti matokeo mazuri sasa katika video hii hapa, nakupata kisha kwamba unasubscribe, ita kusaidia kupata news zetu mpya post. Utaingia katika simu yako ya browser, then uta search hii hapa inaitwa Proxifier. Sasa hii inategemea na device unaotumia, ipo kwenye Android au kwenye kwenye macOS ipo kwenye Windows kwenye kwa hapo nimesearch wa kutumia Windows. Kisha search itakuletea linki nyingi, kama zitafunikana. Sasa kuna linki, utachagua linki yoyote. Mi nimegusa linki ya kwanza, gusa ya kwanza, utakuja uta, uta, uta kwenye kuselect device ambao unaitumia kama natumia Android, kama natumia Windows utaeka. Mi natumia Windows, nimeselect Windows. Hapo utagusa proxfire setup .exe hiyo hapo ina, ina MB 5.224 uta download hiyo hapo. Utafanya setup hiyo ni setup file. Uta download .exe afu, baada ya ku download utakuja kui install kwenye device yako, itamaliza itategemea na speed mtandao wako. Then umemaliza faili kidogo sana, ni kisetup chenye ukubwa mdogo sana sasa ukishamaliza hapo tayari, run as an administrator, kama hii ni faran. Inategemea na wewe huwa unatumia njia gani kwenda kufanya run ya application mpya kwenye device yako. Then uta, utafanya setup na utaconfirm vitu vyote ambavyo vinatakiwa kama hivyo hapo. Mimi nime, kuna additional task hizo, utapiga tiki pale, itakusaidia kuipata pia kwenye desktop, kama kwenye ku create shortcut kwenye desktop utaiona kama hapo. Then baada ya pale hivyo itaiopen. Ukishamaliza sasa kwa hiyo ukitakua kwenye device yako watakuwa wamekupatia evaluation ya siku kadhaa ambazo unaweza ukaitumia kama free, alafu baada ya pale hivi unaitumia kwa kulipia. Sasa kuna namna nyingine ya kuipata ambayo unakuwa unaipata bila kufanya malipo, nitawekeza kwa kutumia pili nyingine, ili hapa tufocus, tufocus kwenye hii kitu hapa sasa. Ukishaifungua itakuonyesha vitu kama hivyo hapo, lakini ukiangalia hapo juu kuna sehemu imeandikwa file, imeandikwa profile, imeandikwa log view help. Sasa utagusa kwenye profile, hapa ndo sehemu yenyewe ndo main theme ya content yenyewe hii hapa ya hii video, kwamba katika hii sehemu hapo, ukishagusa kwenye profile, ndo tunaenda ku connect sasa ndo tunaenda kufanya setup ya vile vitu ambavyo sisi tunataka tufanye, ili tuweze kupata access kwenye zile sehemu ambazo tuweze kuingia kutumia mtandao wetu. Sasa utagusa hapo kwenye sehemu ya proxy servers. Kwenye proxy server hapa ni nyie sehemu ambayo unakuwa unaweka zile proxy za server ambazo unakuwa unatumia kwenye device yako, aidha umeport kwa kutumia team au umeport kwa kutumia wifi, tazile ip addresses na port zake utazijaza hapa. Utagusa kwenye add hapo, baadaye utagusa utakuja, itakuletea kwenye ukurasa wa kujaza, utajaza hapo ip address ambayo unaitumia utajaza yote ambayo utakuwa unaitumia. Sasa inategemea I, na i akisha kwamba hapa uko sai, hapa ndipo engine ambapo hizi proxy ndo zitakuwa zina run mtandao, ambapo pale ukiwa unahitaji eh, kufanya browsing, na ndo ambazo zitatumika kama destination ya mtandao wako pamo zafanyia kwenye mtandao then pale uta port weka 8080, weka address kama unavyoonekana hapo yoyote unayotaka utakayokuwa nayo, weka port hiyo kwa 8080. For protocol Hakikisha kwamba hapo kwenye protocol, kuna protocol nyingi sana. Hakikisha kwamba unaweka https au protocol kama unajua ile ambayo inatumika, lakini mara nyingi yoga inatumika https. Weka protocol ambayo utakuwa unaitumia wewe, then baada ya pale hivi uta save. Mimi tayari niko na protocol yangu nishaitengeneza vizuri, hiyo hapo ip address yangu mwanzo, hii ni nimeutengenezea kwa sababu ya illustration tu ya video lakini ni kwanisha tengeneza kwangu mimi mwenyewe. Baada ya pale hivi uta click uta click save kwenye okay hapo. Ukishamaliza uta click okay. Mimi na click cancel kwa sababu tayari na kwangu hapo, ni kwa ajili ya kukuelekeza, lakini kuna okay hapo, uta click hapo, itakuwa ime save sasa ile target. Kwa mfano kama hapa hivi inaonyesha application target time, sasa hii target ndio hiyo sasa ya IP addresses zako unazotumia kwenye mtandao na router uliyotumia. Baada ya pale, hiyo utagusa hiyo utagusa sehemu ya profile, itakupeleka kwenye pro, utagusa hiyo proxy rules itakupeleka kwenye sehemu ya hapa kwenye ukurasa kama sasa apa utagusa kitufe ki cha adi afu, then baada ya pale utagusa application ambayo unaitaka. Hapa inaonyesha kwamba kuna application kwenye applications imeweka n target imeweka target port. Sasa hapa inamaanisha kwamba zote zinaweza zikarani papa utafungua saani kwa kutumia IP address hii hapa, lakini kama kuna ambazo utaki zifanye kazi usiweke sasa lakini kitu cha msingi ni kwenye hii button iliyoandikwa action. Hakisha kwa kwamba unaweka hiyo sehemu iliyoandikwa proxy https, ile uliokuwa umeweka kule, au kama utakuwa umeweka kitu kingine utaweka kile ambacho kitaonekana, maana ukigusa hapo kwenye action kitaonekana. Ukigusa hicho kimshale hapo cha kwenye button action kitaonyesha options zitatoka. Sasa hakisha kwamba unaweka ile option ambayo utakuwa umeweka kule mwanzo kwenye kwenye rules zako za mtandao, then utasave, lakini kama una application ambayo ndo unataka kabisa iende exact kwenye home form, hakikisha kwamba unagusa ile application, naenda ku browse, unaenda ku browse kwenye device yako then itakuonesha simu ambayo unaweza kaeka, eh link yake, ambayo moja kwa moja ile link itakuwa itakuwa determined na na na mfumo wako PC, pale ambapo utakuwa una una open hiyo computer uta utakuwa una open hiyo application kwenye mtako, then moja kwa moja itaipeleka kwenye hiyo IP address kama ndio mfumo pekee, hapa kuna target hot, kama kuna target hot lakini hizo zote unaweza ukaacha nn hapo. Utakuwa ukimaliza sehemu ya msingi, kama nilivyokuambia mwanzo, ni hapo kwenye action. Hakikisha kwamba unaweka kwenye protocol ambao unakuwa unaitumia, then baada ya pale utapiga okay okay, uta save. Then sasa hapo unaweza ukatumia sasa internet. Kwa mfano kama kuna ile sehemu pale ikawa ifunguki mwanzo kwenye video, ni kuonesha, lakini sasa hivi unaona baada ya ku connect ina Connect na inafungua. Mimi naitwa Vinemax na hapa ni Vinemax TV. Hakisha kama ni mara yako kwanza kutizama video zetu, na umesubscribe, itakusaidia pamoja tunaposti vitu vingine kama hivi hapa. Itakujia. Lakini pia kama una video ambayo unapenda kujifunza mambo kama haya hapa, baada ya kulike video yetu hii hapa. Sasa utakuletea YouTube, bado kukuletea suggestion ya video kama hizi hapa ambazo ni mapendekezo ya moja kati ya video ambazo tunazipenda